Katika maisha hakuna kitu kinachotokea kwa kubahatisha. Kila kitu unachokipata ni matokeo ya misingi ambayo umejiwekea. Kama umejenga msingi mibovu, tegemea matokeo mabovu pia. Hivyo basi, ili kufanikisha maisha yako, ni muhimu kuweka misingi imara na sahihi. Katika makala ya leo, tutajadili misingi kumi ya fedha, maisha na mafanikio ikiwa utaifuata vizuri na kuitekeleza kwa vitendo, mafanikio ni lazima. Sasa tuanze na msingi wa kwanza. Msingi wa kwanza ni huu: ni lazima utambue ya kwamba kipato sio utajiri. Manake ni kwamba si kila kipato unachopata kinakufanya kuwa tajiri. Utajiri unajengwa kutokana na kile unachowekeza, si kile unachoweka akiba tu. Kwa hivyo kosa kubwa linalofanywa na watu wengi ni kuweka akiba na kisha kuitumia kwenye mambo yasiyo na tija, kama vile burudani na matumizi yasiyo na faida. Matajiri huwekeza kipato chao, wakati maskini huweka akiba bila malengo ya uwekezaji. Kwa hivyo, ili uweze kuwa tajiri, hakisha ya kwamba pesa unayoiweka akiba unaiwekeza kwa ajili ya faida. Tuingie kwenye msingi wa pili. Msingi wa pili ni huu ya kwamba akiba unayoiweka hakikisha ya kwamba inalenga uwekezaji. Kuweka akiba si tatizo, lakini mwisho wa akiba yako ni muhimu zaidi. Badala ya kutumia akiba kwenye vitu visivyozalisha kama magari au burudani, ni bora kuiwekeza kwenye uwekezaji kama miradi au biashara. Utafiti unaonyesha kuwa ni asilimia mbili tu ya watu wanaofikisha umri wa miaka 65 wakiwa na uhuru wa kifedha. Kwa hivyo, asilimia kubwa hukabiliwa na changamoto za kifedha na maisha magumu. Kwa hivyo, kama wewe ndio unafuatilia video hii, hakikisha ya kwamba unaepukana na hili kundi kubwa na uingie kwenye ile asilimia mbili ambayo mpaka unafikisha miaka 65 wanakuwa wamekuwa kwenye uhuru wa kifedha. Msingi wa tatu ni utajiri unajengwa kwa muda. Maanake ni kuwa Utajiri haujengi kwa siku moja, ni matokeo ya kazi ya muda mrefu na mipango madhubuti. Usikimbilie kutaka mafanikio ya haraka, bali tulia na uwe na subira. Jenga mipango ya muda mrefu na uifanyie kazi kwa bidii na maarifa. Kwa hiyo epuka zile fursa za haraka haraka, kwamba leo unawekeza milioni moja kisha unapata milioni 20. Hakikisha ya kwamba unawekeza utajiri wako polepole pole. kwa sababu utajiri haujengwi kwa siku moja, unajengwa na mipango yako madhubuti ambayo utaitumia hiyo kwa muda mrefu. Msingi wa nne ni uchaguzi sahihi wa hatima ya maisha yako. Maisha yanakupa fursa ya kuchagua kupanda mbegu na kusubiri mavuno, au kuwa ombaomba omba wakati wa mavuno. Maanake ni kwamba watu wenye mafanikio kupanda mapema na kuvuna kwa furaha wakati wale waliopoteza muda wao wanajikuta wakihangaika. Kwa hivyo uchaguzi ni wako, kuwa mzalishaji au mtazamaji wa mafanikio ya wengine. Msingi wa nne ni jiandae kwa maisha ya baadaye. Jiulize, ukipewa fursa ya kuishi miaka tisini, je, utakuwa na fedha za kukuwezesha kuishi bila kutegemea msaada wa watoto wako au watu wengine? Kama hujajiandaa sasa, ni muda wako wa kuweka malengo thabiti na kuongeza juhudi katika kazi na uwekezaji wako. Msingi wa sita ni epuka madeni yasiyo ya lazima. Tabia ya kukopa pesa mara kwa mara ni hatari kwa maisha yako ya kifedha. Wakati mwingine ni muhimu kukopa kwa ajili ya mradi au uwekezaji, lakini si kwa ajili ya anasa, kama kununua gari la kifahari na mambo mengine ambayo hayakuletei faida. Kwa hivyo, jifunze kuishi bila madeni na kujenga utajiri wako hatua kwa hatua. Msingi wa saba ni acha kulalamika na ongeza bidii. Badala ya kulalamika kuhusu hali ngumu ya maisha, tumia muda huo kuongeza juhudi katika kazi zako. Jifunze jinsi ya kuuza kipato chako na kukifanya kikuwe maradufu kupitia uwekezaji na biashara mbalimbali. Mafanikio yanahitaji kazi ngumu na mipango madhubuti. Maanake ni kwamba mafanikio sio lele mama, yanahitaji ujitume na ufanye kazi kwa bidii na maarifa. Msingi wa nane ni jenga msingi imara wa kifedha. Kuzaliwa maskini si kosa lako, lakini kufa maskini ni kosa lako. Watu wengi wenye mafanikio hawana muda wa kulalamika bali wanatumia muda wao kuwekeza na kujenga maisha bora. Kwa hivyo, tumia saa 24 ulizopewa kwa busara na ufanikishe malengo yako. Msingi wa tisa ni fanya uwekezaji wa kudumu. Uwekezaji sio kitu cha muda mfupi, ni lazima uwe sehemu ya maisha yako ya kila siku. Kwa hivyo hakikisha sehemu ya kipato chako inaenda kwenye uwekezaji wenye faida badala ya matumizi yasiyo ya, ya lazima. Hatua ya kumi au msingi wa kumi ni jenga utajiri kama kobe. Utajiri wa haraka una madhara. Jenga utajiri wako kama kobe, yaani kwa hatua ndogo ndogo, lakini za uhakika. Anza na msingi imara na uendelee kujenga kwa muda mrefu mfano mzuri ni ujenzi wa nyumba ambapo msingi imara ndio unaotoa uimara wa muda mrefu wa nyumba. Sasa sinapokuwa nikaribia mwisho kabisa wa video hii, naomba niongee mambo kadhaa, kwamba moja ya changamoto kubwa kwa watu wengi ni kujifunza mambo mapya lakini kushindwa kuyatumia katika maisha yao ya kila siku. Elimu yenye thamani haina maana kama haitatumika kwa vitendo. Hivyo basi mabadiliko chanya katika maisha yako yatatokea tu pale utakapoamua kuingiza kile ulichojifunza katika vitendo. Watu wengi husikia maarifa au kuyasoma sehemu mbalimbali, lakini wachache huamua kuyafanyia kazi. Kama kweli unataka kuona matokeo mazuri, basi chukua hatua sasa. Anza na kidogo ulichoelewa, tumia ujuzi huo na hakikisha unafanya mazoezi ya kile ulichojifunza mara kwa mara. Sasa napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali: ni misingi gani kati ya hii kumi umekuwa hauifuati katika maisha yako? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuweze kujifunza zaidi. Asante kwa kufuatilia video hii usahau kusubscribe, ku like, ku share na kucomment ili watu wengine pia waweze kujifunza na ma, kujifunza maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.